Na, mtazamaji kwenye makala maalum, je, unajua kwamba baadhi ya wadudu kama vinyenje wana protini na mafuta yenye afya kuliko hata nyama ya ng'ombe au kuku? Katika kaunti za Marsabit na Samburu, wanawake wameanza kufuga vinyenje ili kupambana na njaa, kutunza familia zao na kuvunja kimya katika jamii ambazo mara nyingi huwanyamazisha. Mwanahabari wetu wa mazingira, Opicho Chemtai, anatuelezea ya simulizi yao ya kushangaza ya jinsi wadudu hawa wadogo wanavyobadilisha maisha yao Kaskazini mwa Kenya. Ni ushahidi kuwa suluhisho ndogo linaweza kuleta mabadiliko makubwa. Tazama. Katika eneo la Manyatangamia, kaunti ya Marsabit, wanawake wanatukaribisha kwa nyimbo na densi, mavazi yao ya rangi na shanga zao za ng'aa, wanapotuongoza hadi kwenye mradi unaobadilisha maisha yao: ufugaji wa vinyenje. Tulolijua ni kwamba nyuma ya tabasamu yao kuna hadithi ya kupambana na maisha katika eneo lililokumbwa na ukame na kuwaathiri pakubwa. Ufugaji wa vinyenje sasa umekuwa mkombozi hapa. So male cricket iko na tail tatu ambaye ni short, na female cricket iko na twib mrefu na cricket moja ina saa more than 200 eggs. Rosemary anatufundisha jinsi wadudu hawa wanavyohifadhiwa na kutunzwa kwa uangalifu. Adult crickets tukiwaweka kwa hiyo incubators. Lazima unawawekea chakula, pamba ile cotton, unaweka cotton, maji na hiyo cotton ndio wanatumia kukunywa maji. So wakati cricket adult inakunywa maji kwa hiyo cotton, bado inataga mayai yake kwa hiyo cotton. So ikipata hiyo upepo within, eh, seven days hiyo mayai inahash, cricket. Wale, okoma, na hash inakuwa wale waliokomaa hutambuliwa na kuvunwa kwa matumizi. Itafika mahali adult cricket haikupei mayai, so ukiona ikupei mayai ujue hiyo cricket imefika mahali ambayo unaweza harvest. Kinyesi cha vinyenje hubadilishwa kuwa mbolea, hivi kwamba hakuna kinachopotea. Unatumia hiyo mbolea kuweka kama kuongeza ile organic mbolea ile, ile yetu tu ya manyata ile ambayo tu ni ya kawaida. Sisi tuna, tuna mix hiyo yetu kidogo tunakoroga, alafu tunaweka tu kwa sukuma yetu. Kilomita chache kutoka hapa, katika kaunti jirani ya Samburu, kuna kundi jingine la wanawake waliokumbatia ufugaji wa vinyenje kama njia ya kujipatia kipato na wameanza pia kupata mapato kutoka kwa cricket kama wanaanza kupata kuku, na wamejua pia maana ya cricket. Tumejisijua maana mingi, kama kuna, inaongeza nguvu za kiume. Vinyenje hao usagwa kuwa unga wenye virutubishi vingi, ambao huchanganywa na chakula cha watoto ili kupambana na utapiamlo au kutumika kuimarisha lishe ya mifugo. Na baadaye ilisaidia sana kwa kikundi yangu kwa sababu kuna watoto ambao walikuwa kwa eh, malnutrition. Tulikuwa na watoto wawili katika kikundi ambao walikuwa wanaenda hospitali wanaenda kupata plamnan. Tuna feed kuku kuku sinanona, tunauza kuku sikiwa simenona, tunauza mayai inafanya pia kuku sisae mayai mingi. Hata hivyo safari hii si rahisi cricket, vile wanasishika wanasishika kwa manyumba usiku, ambayo pia ni it's another challenge ni dangerous sababu wakienda kutafuta wanaweza umo na manyoka na scorpions. kama tu tuko na maji hakuna kitu ambaye tunaweza enda kutafuta huko Meru, Isiolo, Nairobi. ni sisi tu tushikane na tuweze kubadilisha maisha, maisha yetu sisi watu wafugaji. watu bado hawajakubali kwa haraka na rasilimali ni haba, watu walishukulia wali kama ni maajabu na walishukulia kama ni kitu very funny lakini ndio unaona hata sahii tuko na wasee kwa group. Zamani au kuwa wanapatiwa kitu, sahii mama akitaka kitu ya group, mzee anaweza uza mbuzi yake, alafu anampatia kitu kidogo ambaye ataingia naye kwa group. Ni hawa ufugaji wa vinyenje si suala la chakula tu, ni suala la heshima na kuvunja vizingiti katika jamii inayotawaliwa na wanaume. Lakini sa hata wasee wetu meona hii group iko tu kitu hii group anasoma hata watoto hata na ya watoto yetu sisinatotoetalhiatapeleka tu sisi mm. Mbali kama tumeshika kabisa na hii kitu samansii tuna sarau yeye tumekuja sahi kujua ni kitu ya maana. Frederick Owino, afisa wa ufuatiliaji tathmini na mawasiliano katika shirika la Coded, anasema kuwa baadhi ya aina za wadudu zinaweza kuwa na mchango mkubwa katika kuongeza thamani ya chakula.

Katika maeneo haya kame yanayojulikana kwa maisha ya kuhamahama, ufugaji wa wadudu unabadilisha maisha ya watu. This is one project that was, uh, inspired by the last desert locust invasion in Kenya. And, and, and the whole essence of that was looking at if we ever have the next desert locust invasion, can we be able to harvest them and use them for, for food and feed? Kutoka kwenye njaa hadi matumaini wanawake hawa wanaonyesha kuwa hata viumbe wadogo kabisa wanaweza kuleta mabadiliko makubwa. Kama kilo ya cricket inatoka elfu mbili mia tano kwa nini sisi tusiende kufanya hii kasi ya cricket? Hapo sasa ndio wamama walipata changamoto, wakasema kama ni cricket iko na pesa, lazima mama abebe cricket. Opicho Chemtai, Kurunzi Mashinani. <coughs>